Karibu tena. Gavana wa Kwale Fatuma Achani amejenga kituo cha pili cha kusafisha figo na wagonjwa walio katika hali maututi katika hospitali ya Kinango ili kupunguza msongamano wa wagonjwa wa figo na wale wagonjwa maututi katika hospitali ya rufaa ya Msambweni. Kituo hicho ambacho kitakamilika mwishoni mwa mwaka huu kitasaidia kupunguza mahangaiko ya wakazi wa eneo ama gatuzi dogo la Kinango na Samburu waliokuwa wakilazimika kutumia gharama kubwa kusaka huduma hizo katika hospitali ya Msambweni ama kaunti jirani ya Mombasa. Kulingana na Gavana Achani, ujenzi wa kituo hicho umetokana na kupandishwa ngazi kwa hospitali ya Kinango hadi daraja ya nne. Hapo Kinango Hospital tunawajengea ICU, tumeweza kuweka jiwa la msingi hapo hapo Kinango. Pia tunawajengea renal units, mahali ambapo tutaweza kusafisha figo hapo hii yote ni kuboresha masuala ya afya. Ile ICU tunatazamia kwamba kuwa iwe ya vitanda uh, sita, na pia hiyo renal nayo ya vitanda sita. Kwa hivyo tutakuwa hakuna shida tena ya mgonjwa kutolewa maeneo yake kupelekwa Msambweni. Tutakuwa tumepunguza hizo bugda na hizo, hiyo delay. Nilikuja juzi Jumanne nikiwa niko na malaria na hali yangu ilikuwa ni mbaya, maana ilikuwa nafanya kubebwa. Lakini nilipofika wodini, nimehudumiwa vizuri. Wauguzi wamekuwa pamoja na nami, wamenisaidia katika kile upande, nikiwa hali zinabadilika vinabadilika, ukiwaita wanakuja kwa haraka.